Tena uzalishaji wa miche ya mhogo isiyo na magonjwa umepigwa jeki kupitia teknolojia ya kisasa ambapo mizizi ya miche hiyo inakuzwa bila kutumia mchanga. Shirika la Utafiti wa Kilimo na Mifugo, KALRO, linasema mbinu hii inaweza kubadilisha kabisa uzalishaji wa mihogo kwa kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza magonjwa. Leni Sotieno na maelezo zaidi kwenye makala ya wiki hii ya kilimo biashara. Kwa miaka mingi wakulima wa mhogo wamekuwa wakipata changamoto ya kupata miche bora na isiyo na magonjwa. Katika taasisi ya utafiti wa kilimo KALRO, wanasayansi sasa wanatumia mbinu ya kisasa ya kuzalisha miche kwa kutumia teknolojia isiyohitaji mchanga kukuza mizizi, yani SSH. Mbinu hii inalenga kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza magonjwa. Tofauti na njia ya kawaida ambapo vipande virefu vya mhogo hupandwa ardhini, teknolojia ya SAH hutumia vipande vidogo vinavyopandwa kwenye mchanganyiko maalum wa virutubisho bila udongo. Sasa badala ya kutumia hiyo system, tunachukua uh, node ambayo unajua, cutting moja inakuanga na node kadhaa, lakini ukitumia single node cutting, kwa hivyo unahakikisha kwamba kila node imekupatia mmea mmea mpya. Kila boksi linaweza kuchukua takriban miche ishirini, lakini kupitia mazingira yaliyodhibitiwa, miche hii huzalishwa kwa kasi kubwa. Boksi moja kama hii ya mihogo ishirini kwa boksi moja, kwa piriodi ya mwaka mmoja itakupatia mihogo milioni moja kutoka kwa boksi moja. Kwa hivyo ni njia ambayo inaharakisha ukuzaji wa mihogo kwa sasa. Kenya huzalisha takriban kilo milioni 1.3 za mhogo kwa mwaka, ambacho ni kidogo ukilinganisha na uwezo halisi wa uzalishaji. Wanasayansi wanasema kupitia teknolojia ya ACH uzalishaji unaweza kuongezeka hadi kilo milioni 6 kwa mwaka. Mihogo inatupatia chakula, hivyo inatupatia chakula sisi kama Wakenya. Mihogo pia inatoa starch kwa wingi ambayo inahitajika kwa viwanda na uh, sababu ya tatu ni kwa sababu tunataka kuchanganya kitu inaitwa fortification. Ni kuchanganya uh, unga wa mihogo na unga wa wa ugali ama unga wa mahindi, ili unapotengeneza ugali wako uwe na uh, asilimia tisini ya unga wa mahindi na asilimia kumi ya unga wa mhogo. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.